Leo tunazungumza mianzo ya kuwa na ndoa bora tamu imara. Kila jengo imara kama mahali hapa tulipo inategemeana na msingi wake. Na hivyo ili uwe na ndoa iliyo imara inategemeana na msingi wa hiyo ndoa yako. Aa, ili uwe na ndoa njema hatimaye familia bora ni muhimu kuanza uchumba kwa heshima na adabu ya Kimungu. Heshima na adabu ya Kimungu. Hivi, uchumba ni nini? Uchumba ni kipindi ambacho kabla tu ya kuingia kwenye ndoa. Na vijana wengi wanachanganya juu ya uchumba, hawaanzi hatua ya kwanza ambayo ni urafiki yeye akikutana na binti amemvutia kwa nje, anamwambia nakupendaga lilo langu limekudondokeamo nataka nikuchukue kwa moja kwa moja. Na kwa kufanya namna hiyo, tunafahamu habari ya paka pusi nyau. Anakucha kali, lakini huwa anacheza na sisi bila kutuparua. Kwa hiyo, kijana ukikutana na binti Kabla mjafika mbali, ukimwambia nataka ni kuowe, anaficha kucha zake. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni urafiki wa kawaida just a friend. Ni rafiki tu, mnasoma wote, mnaimba kwaya wote hivyo, na hakuna cha ziada, lakini katika hiyo hatua sasa ndipo uta, mtaendelea kufahamiana na kuona kwamba tabia zenu zinaendana, na sasa mtaenda hatua nyingine sasa, ambayo sasa ndio uchumba ambao tunajifunza leo. Kwa hiyo uchumba, napenda kwa neno lile la Kiingereza courtship, ni kupelelezana. Mnapelelezana, unapeleleza kama anakufaa kama anafaa kuwa mama wa watoto wako, kama anafaa kuwa baba wa watoto wako. Sasa mchumba utampata wapi? Mchumba anapatikana popote kulingana na wewe. Hatusemi mlevi akatafute mchumba kanisani, la. Kwa hiyo mlevi atakutana na mke wake baa, na yule wa kanisani tunatarajia akutane na yeye kanisani. Na kuna kitu fulani kwamba sasa hivi dunia iko kiganjani na unaweza ukapata mchumba hata mtandaoni, si vibaya, lakini baada ya kupendana mtandaoni, sasa mwanze kuchunguzana ili muone kama mnaendana. Unaweza ukamwambia yule unayempenda wewe mwenyewe, au uso kwa uso, yani unaweza ukatumia simu. Kuna wengine midomo mizito, kuna vijana midomo mizito, hawezi kusema, atazunguka, atazunguka: dada, maembe unakula? Dada wewe, kwenu mmezaliwa wangapi? Hasemi. Kwa hiyo una, siku hizi tumerahisishiwa, unaweza ukatumia simu, lakini pia unaweza ukamtuma mtu aende akamwambie, na pia kuna familia bado wazazi mnaenda moja kwa moja na inaruhusiwa ikiwa kijana amempenda binti wazazi wanaweza wakaenda moja kwa moja. Sasa tuangalie umri sahihi wa kuoa au kuolewa. Umri sahihi ni utoto unapoisha. Binti ana, anapevuka mapema. Akili ya binti ya mwanamke inapevuka mapema kuliko kijana wa kiume. Na hivyo sio salama kuoana watu wenye umri sawa, hatushauri mwoane mkiwa na umri sawa. Sio dhambi, lakini kuna madhara. Sasa basi, aa, ikiwa huyo mtu mnasali naye pamoja au mmesoma pamoja, mnafahamiana tabia, hakuna sababu ya kuvuta uchumba miaka mingi. Kuna watu leo unawauliza kwamba mna miaka minne, mnaelekea wapi? Amesema amesema, ataniambia ikiwa mahusiano yoyote hayawapeleki kwenye ndoa hayo mahusiano ni batili, yanawapeleka kwenye uzinifu na hivyo sio salama. Muda wa kukaa uchumba inategemeana, mlikutana wapi. Ikiwa mnaishi mmetoka kijiji kimoja, hakuna sababu ya kuvuta miaka mingi. Mpishane miaka kuanzia minne, mitano sio vibaya, lakini basi msipishane sana, yaani binti asiwe na miaka ishirini alafu mwanaume ana miaka sabini Sio salama, hata enjoi ndoa yake. Mwanaume kijana, hakikisha unamzidi huyo unayetaka kumwoa mambo matatu. Nasema matatu tu leo: mzidi umri, mzidi akili, elimu na hekima. Mwanaume anapaswa awe juu awe juu awe na hekima zaidi ya mwanamke, maana Biblia inasema, enyi waume ishini na wake zenu kwa akili. Kwa hiyo kama mwanaume hukumzidi mkeo wa akili, utaishi naye kwa shida, utateseka. Jambo la tatu, mzidi pesa. Tafuta pesa umzidi, hakuna kutoa excuse. Tafuta mahela. Mwanamke ni kiumbe wa ajabu. Yeye ameumbwa kuniite nini utakavyoelewa wewe, lakini basi kutawaliwa, kuongozwa. Huwezi ukamwongoza mtu ambaye pesa huna. Mke, mzidi mumeo mambo haya, mzidi subira, mzidi usafi, uwe smart, mzidi mipango mzidi mipango kwa sababu wakati mwanaume anaweza kufanya jambo moja kwa wakati mmoja, mwanamke anaweza kufanya mambo kumi ishirini kwa wakati mmoja. Na hivyo akili ya mwanamke ichangamke, awe na mipango. Mwanamke uliyeolewa, ikiwa bado mnaogelea kwenye wimbi la umasikini, hujatumia wanawake wako vizuri. Mungu ameweka kitu kwetu, tumika vizuri, uwe na mipango. Lakini jambo la nne, upendo Mwanamke ameumbwa na upendo tu, ndio maana sisi hatukuambiwa kupenda, kwa sababu ndani ya mwanamke tayari kuzaliwa tu mwanamke upendo uko ndani yangu. Pia mzidi maombi, maombi, maombi, maombi. Mwanamke pumzi yake iwe maombi, akipika jikoni anaomba, kila anachofanya aombe, mwanamke aombe. Mnatakiwa kuwa sawa katika mambo haya, maelewano, wote muelewane wote mvumiliane, heshima na adabu wote mpeane. Mwanaume muheshimu pia mke wako. Mambo ambayo hamtakiwi kuyafanya pamoja mnapokuwa kwenye mahusiano ya uchumba: moja. Tendo la ndoa. Vijana mpo huko mliko mbali, mnakonisikiliza mnaelewa. Hamtakiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe, na ndiyo maana linaitwa tendo la ndoa. Ile ni zawadi ya wanandoa, sisi ni letu. Tunasoma katika Mathayo moja kumi na nane utasoma habari za Mariamu na Yusufu. Biblia inasema alimposa, kabla hawajakaribiana binti akaonekana ni mjamzito. Na hapa niseme kitu. Wanaume wote ambao ni wakware wakware mara nyingi watoto wa kwanza si wao. Ah, kitu kibaya eh. Mnashangaa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi. Mabinti wa sasa dhambi wa imewatengeneza kwa namna ya pekee. Ikiwa anakupenda na wewe huna mpango wa kumuoa na wewe onja onja, ataenda kwa mtu wake. Ataleta mimba kwako alafu atajilengesha kwako, atasema, mimi nina nani yako. Na wewe utasema mimi mcha Mungu, ngoja tu ni muoe, mtoto wangu asiteseke. Hamuoani kwa sababu ya ujauzito la, mnatakiwa kuoana kwa sababu mnapendana. Wakolosai tatu fungu la tano utasoma basi, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi viueni viungo vyenu vifisheni, uasherati uchafu, havitakiwi kwa watoto wa Mungu. Lakini utasoma wa Korinto wa kwanza kumi na nne wala msifanye uasherati. Wa Efeso tano tatu anasema wala uasherati usitajwe kwenu. Sasa hivi kutaja uasherati kwa vijana ni kitu cha kawaida, wamebomoa misingi imara ya ndoa, na hivyo ndoa zao haziwezi kuwa imara kwa sababu ya mambo hayo. Jambo la pili ambalo hamtakiwi kufanya pamoja, hamtakiwi kununua mali pamoja katika hali ya uchumba. Mfano kununua kiwanja pamoja, kufanya biashara pamoja. Juzi juzi hapa, bado tukio ni jipya, Mwanza nilisikia Mwanza, eti kijana anataka kujiua kwa sababu amemsomesha binti. Hebu ngoja niongee Kisukuma, you are very stupid. Yani humuazi mpenzi wako wa kwanza wa maana mama yako. Eti unataka kufa na unasahau kwamba una mama anayekupenda sana. Wakati wanawake wamejaa, eti ufe kwa sababu ya mtu. Ni nani alikwambia mchumba anasomeshwa? Mchumba anasomeshwa? Hiyo ni akili au matope mwanangu? Hayo ni matope. Mchumba asomeshwi. Subiri umuoe ndipo umsomeshe, maana utakuwa unasomesha mama wa watoto wako. Mchumba hasomeshwi. Msifanye biashara pamoja. Nimekutana na kesi nyingi, nimezihukumu. Unamjua mwanamke wewe? Biblia inasema ishini nao kwa akili. Hata wakati wa kuposa, ishi na huyo katika uchumba kwa akili. Eti unafanya naye biashara, unamfahamu wewe huyo? Jambo la tatu, msianze kuishi pamoja kabla hamjaoana. Hivi ulishawaienda kuona mtu fulani hivi, ana akili timamu, anakiwanja anakiandaa kwa ajili ya kujenga nyumba, alafu akaleta kenji mbao, akagongelea mbao pale, akaezeka juu? umeshawahi mwona? kama unakuta mtu wa namna hiyo, tunakamata tunapeleka Dodoma Mirembe. Hauwezi ukaanza kuishi na mtu ambaye huja muoa. Na sasa hivi watu wengi wanauo mchezo lakini anasema huyu hapa ni mume wangu, bila aibu. Ni mume wako kwa namna gani? Jambo la nne, hamtakiwi kupata watoto kabla hamjaoana. Fahamianeni kwanza na kupanga mambo kabla hamjaingia kwenye hiyo ndoa yenu, pangeni mipango yenu, si kufanya hiyo mipango aa, kuipanga ndoa ni takatifu sana, na ndio maana Shetani anapeleka mashambulizi na anaionea wivu anaionea wivu kwa sababu ndani ya ndoa, ndani ya ndoa, hatimaye familia, ndiko mahali ambapo raia wema wa mbinguni wanatengenezwa. Kila taaluma, kila kiongozi bora huandaliwa nyumbani, kwenye familia. Hivyo ni muhimu sana kujenga msingi imara na bora wakati wa kuchagua mwenza. Kabla hujafanya mahusiano na mtu yeyote, kijana au binti, fanya uhusiano imara na mungu wako usianze mahusiano na mtu kabla hujafanya mahusiano na mungu utasoma isaya ishirini na saba na fungu la tano ufanye amani na mungu lakini pia katika ayubu ishirini na mbili ishirini na moja mjue sana mungu ili uwe na amani ndivyo mema yatakavyokujia mimi Debora Urio ni shahidi mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokufuata, yanakuja yenyewe. Kabla hujaanza mahusiano, kijana wa kiume, wewe ni kiongozi, wewe ndio kiongozi. Mungu anakutarajia uwe kiongozi, maana amekuumba kuwa kiongozi, ndani yako kuna uongozi. Hivyo kabla hujaingia kwenye mahusiano, angalia una shughuli gani za kiuchumi zitakazofanya mke wako na familia yako iishi vizuri. Kwa hiyo kijana nashangaa vijana wengine, yuko chuoni mwaka wa kwanza eti anatafuta mchumba, na huwa nikiangalia naona huyu bado hajatoshea akili zake. Bado mwenyewe tu unategemea tukupe hela za kula nyumbani, unamchumbia nani wewe? familia bora ya namna gani utawaza mwenyewe? Tunasoma katika Maombolezo tatu na fungu la ishirini na saba linasema hivi: ni vyema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Wakati wa ujana ndipo upange unataka kuwa nani, maisha yako wewe baadaye, unataka kuwa nani, unataka kuwa na familia ya namna gani? Lakini katika Zaburi kumi na moja na fungu la tatu neno la Mungu linasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Usiharibu misingi imara ya wewe kuwa na ndoa bora. Ukiwa bado ni kijana hujaoa au hujaolewa, weka au jenga misingi itakayokufanya uishi kwa furaha na mwenzi wako. Kijana, mche Mungu. Utasoma Zaburi ya mia moja ishirini na nane, utakapomcha Mungu wewe ni heri. Jambo la kwanza la kuangalia kwa kijana wa kike na wa kiume, angalia yule amchae Bwana. Jambo la pili, imani moja. Tunashauri na ni neno la Mungu ya kwamba ikiwa wewe ni Muislamu oa Muislamu mwenzako, tena Muislamu wa lile dhehebu lako. Kama wewe ni Suni oa Msuni mwenzako, lakini kama wewe ni Mkatoliki oa Mkatoliki au olewa na Mkatoliki mwenzako. Kama wewe ni Msda olewa na oa mwenzako. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Itakuwa vigumu, ikiwa hamko pamoja Mungu amekataza pia angalia binti mwenye mapambo ya rohoni, mapambo ya rohoni yanayopatikana katika Petro, mapambo ya rohoni hayaharibiki. Sasa hivi vijana wetu wa kiume tunawaonea huruma. Unakuta binti nywele sio zake, kope sio zake, nyusi sio zake, rangi sio yake. Akienda kuosha usiku, mmeoana, sasa mke wangu kaoge tulale, unakutana na bonge la zimwi na umeshamwoa uwezi kumwacha, kumbe yule anavyoonekana sio. Hebu oa mtu ambaye anajipamba rohoni, utu wema, upole, heshima, adabu, hivyo huo, hayo mapambo hayaharibiki, na ndiyo mapambo ambayo wanaume wanayahitaji nyumbani. Sijasema uwe mchafu, a iko ni kitu kingine, uwe smart, lakini uwe na mapambo ya rohoni Lakini pia angalia binti aliye safi, ni msafi rohoni na nje pia. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Kuna mabinti leo ni maji mara moja, maharage ya Mbeya, mchicha ukiugeuza tu. Binti yangu uwe na heshima, uwe na adabu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Acha kujigawagawa ovyo. Unajua kuna fungu moja nalipenda sana kwenye Biblia, tutasema siku nyingine. Angalia uchumi, ndoa nyingi zinavunjika kwa ajili ya wanaume ambao hawajui wajibu wao. Mwanaume uwe kichwa, uwe provider kama Mungu alivyo. Kijana, jiandaye kuwa baba na mume mwema.